Mheshimiwa wabunge, jana baada ya mwongozo wa Mheshimiwa Msukuma, kwenye mitandao jioni, zimetoka taarifa nyingi sana za kutumia lugha ambazo si za kistaarabu kwa kuwakashifu na kwa sema wabunge ambayo labda walifahamika hawajui kitu hichi. Nataka niwaambie wananchi, tuwe na ufahari na Kiswahili jivunie katika bara zima la Afrika ni taifa moja tu la Tanzania ambayo tuna lugha ya taifa, na wote tuna lugha tunazungumza lugha moja. Unatumia mitandao kukashifa, u kudharau na kusema kwa wenzetu majirani wasio kasikia taifa hizi, haipendezi na kujidhalilisha tu basi. Ndugu Shingo ni mbunge wa Dar es Salaam na mimi namjua na hana shida na lugha ya Kiingereza. binadamu binadamu, hukutwa na shinikizo, kapanic mara yake ya kwanza. Kuna maradhi mengine, watu sisi hatujui tunatuona, tunatembea nayo, kuna post stress traumatic syndrome najikuta tunashikwa na hofu keo ni na wananchi na wabunge, uwakilishi wetu kwenye nchi zingine. Na kwa vile Kiswahili sasa kinatambulika kimataifa, kutakuwa na interpreters, unasema Kiswahili, yeye atatafsiri kwa lugha, na sio kila mtu anajua Kiingereza. Kuna mataifa yaishi hayazungumzi Kiingereza kuna mataifa South America wanazungumza Kiingereza, kuna mataifa Afrika wanazungumza lugha za kwao badala za Kiingereza, na vile vile wanasaidiwa kwa kwenye wa. kutafsiriwa na watu maalum ambao wako katika. Kwa hiyo niombe sana, tusiwe na kila kitu tunaponda, tunaponda, kuna pale pa kwenda zaidi ya Tanzania. Niombe sana ndugu zetu ya mitandao, vitu kama hivi havipendezi na wala havileti heshima kwa taifa.